Msanii Burna Boy acheki na wowote mwaka elfu mbili na ishirini na tano bado anadhihirisha ukubwa wake. Wikend iliyopita siku ya Jumaa alikutana na mashabiki laki moja Stade de France, venyu ambayo ina uwezo huo wa kubeba idadi kubwa mashabiki. So alisold out huko Ufaransa, Paris, na kuiandika historia kama msanii wa kwanza kutokea Afrika kwenye madhe ya muziki wa afrobeats, afrofusion na genres zingine za muziki ambazo ni pendwa kwa Afrika kufanya hivyo, na hajaishi hapo hapo mziki Burna Boy siku ya jana tarehe 21 usiku huko Manchester kwenye venue toyo Co-op Live. Hii ni indoor arena ambayo inaweza kubeba watu zaidi ya elfu ishirini na tatu alitumbuiza kwenye tamasha lake mwenyewe. So hapa alisold out idadi hiyo yote ya mashabiki na alifanya makubwa ambayo tumekwisha kumzuia kwenye mfululizo wa miaka hii mitatu. Amekuwa akiafanya upande wa live performance kwa kutumia ben na kutumbuiza kwa muda mrefu hits back to back, so hizi ni video ambazo unaziona, kile ambacho kilihusika kama nilivyokwambia, hii ni indoor arena tofauti na tamasha ambayo walifanya weekend iliyopita, ulikuwa ni uwanja wa mpira. So hii ni indoor arena ambayo ni mahususi kwa matamasha kama haya, so unaweza kuona nyomi la watu ambavyo wameweza kutapika na energy ambayo walikuwa nao mwanzo mpaka mwisho. Burna Boy akisindikizwa na baadhi ya mastaa akiwemo Shalipop na wengine ni kwa mara ya kwanza kwa msanii kutumbuiza kwenye co-op live venyu hii, lakini si mara ya kwanza kwa, kwa banaboy kutumbuiza kwenye venyu kubwa vikiwemo viwanja vya mpira kwa Uingereza na kuachia video hizi. Tazama maajabu yale ambayo aliyefanya usiku kwa mkia leo msanii huyu. Hii hapa ni SNS Minijenman audio series za kusisimua, makala za ulimwengu, siasa za dunia katika uchambuzi wa kina, maajabu ya ulimwengu na anga